Nitaenda nikutajie faida baadhi za kujiunga na JKT kwa vijana waliomaliza kidato cha sita. Share video hii lakini pia usisahau kusubscribe. Faida namba moja ni kujenga mtandao wa kijamii. JKT inachukua vijana waliotoka sehemu mbalimbali nchini mbali kupitia kwenda JKT unaweza ukatengeneza connection kwa sababu watu wametoka sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Faida namba mbili ni fursa za ajira. Kuna baadhi ya taasisi, sio zote, zinahitaji vijana ambao wamemaliza mafunzo ya JKT. Faida namba tatu ni kuimarisha afya ya mwili na faida ya mwisho ni kujenga uzalendo na nidhamu.